Akizungumza katika shule ya upili ya mseto ya St Peter Sangalo iliyo kwenye bunge la Kanduyi katika kaunti ya Bungoma, ni mjumbe wa eneo hilo wakili John Makali, kwenye uzinduzi wa pesa za hazina ya NGCDF milioni 52.4. Wakili Makali akiahidi kuunga unga mkono walimu kupitia hazina hiyo ya NGCDF. mwaka huu tumetenga kiasi cha kitita cha shilingi milioni 52 na 400 kuweza kusaidia wale wanafunzi ambao hawajiwezi, waweze kupendelea na masomo yao. Katika kila wadi, tumesema kwamba tutalipia wanafunzi 500 wa zile shule ambazo wanafunzi wanasoma wakienda nyumbani day schools. Katika kila wadi nane, tuko kulipia wanafunzi 500 shilingi 1500. Wale wanafunzi ambao wako katika shule za mabweni tunalipia wanafunzi 100 kutoka katika kila wadi, ukitranslate hiyo inakuja wanafunzi uh, wanafunzi 800. Nawalipia kila mmoja wao shilingi elfu nane. Wale wanafunzi ambao wako katika universities wale macomrades uh, universities na tertiary institutions kutoka kila wadi tunataka kuchukua wanafunzi mia mbili hamsini. Wale wote tutawalipia shilingi uh, elfu kumi kimasomo. Hata hivyo, wakili Makali amewataka walezi kutolegeza majukumu yao na kuwataka vijana kujitokeza kwa wingi na kutafuta ajira ya mitandaoni kwa kuwa mitandao inaonekana kulipa vizuri badala ya vijana hawa kusubiri kuajiriwa. Fedha hizi haziwezi tosha kila mtu. Fedha hizi ni chaji. Hata ukisema hizo fedha zote zinakuja hapa tupewe, kila mtu haziwezi tosha kila mtu, tukasema badala ya kwenda kupea mtu shilingi 50 ama shilingi ama shilingi mia moja wacha tupe tukilipa tunalipa kiasi fulani ili mzazi naye kuja kufanya top up. Ana top up kiasi fulani. Vijana wetu waweza kuchukua nafasi mitandaoni, kuna siku hizi ya ajira, kuna vitu vingi sana ambazo zinafaa kwenda. Tusitumie nafasi mitandaoni kutusi watu, kuunganisha watu, tuweze kutumia mitandao yetu kuwaleta watu pamoja na sio kutawanyisha watu. Hiyo ndio nafikiri tumeambia vijana wetu Uh, tujitume. Mwalimu mkuu wa shule hiyo ya upili ya St Peter Sang'alo Daniel Wanjala hakusita kumpongeza Wakili Makali kwa uzinduzi wa pesa zile na kusema kuwa pesa hizo itawasaidia pakubwa mno kwa kuwa shule hiyo ni kati ya miongoni mwa shule zenye idadi ya wanafunzi wengi kutoka eneo hilo. Ni thibitisho ya kwamba mheshimiwa anatujali na si vile niseme, eh, huo mgao sistahili na sistahili kwa sababu shule yangu pia ndio niko na wanafunzi wengi. Kwa hivyo namshukuru eh, na, na ni furaha iliyoje! Hii ni mara ya pili ametuletea hii shughuli, tunamwomba tena aendelee kutukumbuka. Yote tisa kumi ni kuwa wakili makali hakusita kuipongeza shule hiyo ya upili ya St. Peter Sang'alo kwa kuandikisha matokeo bora na kuahidi kwa, kwa piga jeki katika miradi iliyosalia ili kuimarisha masomo katika shule hiyo. Tunamshukuru mwalimu mkuu wa shule hii kabisa kwa sababu hii ni mojawapo ya shule zetu mzuri sana katika eneo hili uh, waliweza kuimprove from 4.8 to 6 6. Eh, 6.1 labda, tukienda zaidi tutarudi hapa na mwalimu, labda tuende tunaweka mikakati ipi zaidi kuhakikisha pia kwamba tuna improve hizo results. Ametueleza pia miundo msingi hapa, tumeiangalia labda haiko katika hali nzuri Tumekuja, tumejionea, tunarudi huko, tunajua nini yaweza kufanya ili kupatia shule hii sura tofauti, kwa sababu ni moja hapo shule zetu nzuri sana sani matano. Mpakani TV shule ya upili ya St Peter Sangalo, eneo bunge la Kanduyi, kaunti ya Bungoma. As NGCDF Kanduyi constituency.